ambapo timu ya taifa ya wasichana ya Harambee Starlets imeizaba timu ya The Gambia mabao matatu kwa moja katika mechi ya mkondo wa kwanza ya duru ya mwisho ya kusaka tiketi ya kufuzu kombe la Afrika iliyochezwa kwenye uwanja wa Nyayo. Fatumata Kante alipatia The Gambia uongozi katika dakika ya tatu, lakini dakika tisa baadaye, mwana Halima Adam alisawazisha kupitia mkwaju wa penalti kabla ya Fasila Adhiambo kuiweka Kenya kifua mbele dakika ya 20. Shalino Pisa alitia msumari moto langoni mwa wageni hao kupitia bao la dakika 45, kipindi cha kwanza. Sasa, wasichana wa kocha Beldin Udemba wanahitaji sare ya aina yoyote kwenye mechi ya mkondo wa pili itakayochezwa nchini Senegal juma lijalo ili kutia kibindoni tiketi ya kuelekea mchuano wa bara ya Afrika utakayoandaliwa nchini Morocco mwaka ujao.